Ndugu zangu wakurugenzi, ndugu zangu madasi na washiriki wote wa semina, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa na wasalimu kwa ajili ya jamii ya mkoa wa Tanzania na kutoka Zimbabwe. Mambo mengi, nimesimama kwa niaba ya wana mafunzo au wana semina wote lakini kwa lengo la mtoani na shukulani kwanza kabisa naomba nianze kukushukuru eh, ofisi ya Mkuu wa Mkoa ambayo unamwakilisha leo eh, Rais, pamoja na halmashauri zote kwa kukubali na kushirikiana kuweza kuandaa mafunzo haya. Sote tumeona umuhimu wa mafunzo haya na naamini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Mwanamgeni asm, kwamba kuna haja ya kuendelea kujipanga zaidi, kupata fursa zaidi za kuweza kupata mafunzo haya mazuri, wengi tumejiona tulivyokuwepo na tulipofika sasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia nimshukuru mwendeshaji wetu wa mafunzo haya ya leo, mheshimiwa Balozi Omar Jenga. Amefanya kazi nzuri sana, naomba tumpigie makofi tena. Wengi ni mashahidi, tumejifunza mambo mengi tukuna tuyafahamu mjifunze mambo mengi na kama wanavyosema wataalam mbalimbali kwamba elimu ni bahari, elimu haina mwisho, lakini kuna mahiti Maganzi anasema kwenye koti zake kwamba i kama washiriki tutaenda kufanya kazi haya ambao eh, tunapata siku ya leo zaidi. Tunakutakia kila la heri, Mwenyezi Mungu aendelee kuwa maisha marefu, aendelee kutunza hiyo resources ulio nayo, tuendelee kuifaidi leo na kesho pia, lakini kwa upande wana mafunzo sisi pia tunashukuru na niwatakie kila heri. Naamini kwamba haya tuliyopata haya yataenda kuboresha mazingira ya kazi, yataboresha na kuongeza tija kwenye utendaji kazi wetu. fiot meonaanjano ndugu zangu wa Yanga meona, e, meona. Nafikiri mmeelewa zaidi